Audhu billahi min ashaitani rajim, bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatu llahi taala wabarakatuh. Leo tunataka tuchukue funzo ndogo na ni kubwa sana kwetu sisi Waislam na kutoka kwa Bibi Fatima Zahra alaih ssalam, na funzo hili ni funzo muhimu sana khususan kwa wanawake na khususan kwa wanaume, kwa vijana na wasichana ambaye kwamba huwa inatokea na inafanyika. Tujaribuni sana kurudia kisa hiki na ni riwaya kisa hiki fupi, alafu tuone nini ambacho kwamba tutakuwa wenye kujifundisha katika riwaya hii. Kuna wakati mmoja na tutasoma kwa Kiarabu alafu tutafanya tarjuma. Anasema istadhana ama ala Fatima, yaani wakati mmoja kuna kipofu alikuja kwa bibi Fatima Zahara, istadhana, akaomba idhini ya kuweza kuingia na ndani. Mwake kulikuwa kuko na mtume wetu mtu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasema kwamba akawa ni mwenye kujificha na kuvaa hijabu akavaa hijabu kama kawaida yani, akajificha kwa kiasi ambacho kwamba hata yule kipofu atakapoingia nyumbani hawezi kuwa ni mwenye kuhisi kwamba kuna mtu ndani. Nataka tuele, e, tueleze kitu hapa kuhisi ime, ni jina ambayo kwamba ama ni kitendo ambacho kwamba imebeba vitu vingi ndani yake. Mtu anaweza hisi kupitia macho mtu anaweza hisi kupitia kushika, yaani kushika kitu anahisi kupitia kushika. Mtu anaweza hisi kwa sikio, kwa kusikia. Mtu anaweza hisi kwa kuonja, na mtu anaweza hisi kwa kuona. Sasa e, Bi Fatma Zahra akawa ni mwenye kujifinika hijabu kama ili mtu huyo anayeingia, sio ni mwenye kumhisi sasa. Na imeeleweka nini maana ya kumhisi hapo. Faqala Mtume sallallahu alaihi wa aalihi wasallam akasema kumwambia Bibi Fatima Zahra, lima, kwa sababu gani hii. Lima huwa sana sana inatumika kwa ajili ni ya swali naam, lakini huwa ni ya kutaka kujua sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema anasema kwa Qur'an, lima taquluna ma la tafaalun, kwa nini mwana nasema kitu ambacho kama mwezi amwezi fanya. Hii lima siku zote ni kutaka kujua sababu, ndio mtume anasema, akamuuliza lima, hajabtihi wahuwa la yarak, kwa nini umejificha na umevaa hijabu kwa ukamilifu na huku yeye hakuoni. Faqalat akasema bi Fatima Zaharatu, tusikizeni fa faqalat akasema: in lam yakun yarani, ikiwa huyu kipofu hanioni mimi. Na hapa ndo tuna matatizo zaidi katika jamii zetu. Ikiwa mtu atakuja kwako kama ni mwanamume na wewe ni mke wa mtu, au wewe ni binti ya mtu, na anayekuja kwako ni mwanamume, jaribu sana kufata sheria zote za hijabu. Sio tu unafungua mlango alafu haujichungi, hauvai hijabu, bali unatoka tu vile ulivyo.

Basi mimi ninamwona si lazima anione ndo ni vaa hijabu bali hata mimi namwona, ndo mimi pia navaa, ndo maana na vaa hijabu wahua, na sio tu kuniona mimi. Wahua ya shumu arih, yeye anakuwa ni mwenye kunusia harufu, anakuwa ni mwenye kupata harufu. Ile harufu ambayo kwamba mimi niko nayo inakuwa ni yenye kumfikia na harufu ya mtu kwenda kwa mtu mwingine, kama ni kutoka kwa mwanamke kwenda kwa mwanamme, huwa iko na athari. Kama ni marashi, ile marashi kimpata mwanamume, ile marashi iko na athari kwa yule mwanamme, au hata harufu ya mwili kwenda kwa mwanamme, huwa iko na athari, na kinyume chake pia. Faqala akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashahadu